Uh, hello wadau wa Kingo Farm. Leo tunawaletea makala nyingine inayohusiana na namna ambavyo unaweza ukawahudumia vifaranga wako kuanzia pale wanapotoka kutotolewa mpaka wanatimiza mwezi mmoja, uh, namna ambayo utawahudumia kwa kuwapa multivitamin pamoja na antibiotic. Sasa kuna namna mbili. Namna ya kwanza unaweza ukatumia multivitamin na antibiotic ya dukani, lakini namna ya pili unaweza ukatumia uh, antibiotic pamoja na vitamin za asili na ukaweza kufanikiwa vizuri kabisa. Hizo namna zote ni sahihi, uh, lakini kwa sisi Kingo Farm tunaweza tukakushauri uh, jaribu kutumia na za asili kwa sababu sisi pia tunatumia hizi multivitamin pamoja na antibiotic za asili na tunapata matokeo mazuri sana kwa kuku wetu. Wanakuwa na uzito mkubwa lakini vile vile hawapati na changamoto za magonjwa kabisa. Kama ugonjwa wa mafua, tulishausahau kabisa kabisa bandani kwetu kwa sababu ya kuwapa hizi antibiotics za asili ambazo zinakinga vizuri kabisa mafua pamoja na miharo na kadhalika pamoja na kideri. Ah, hata kwa upande wa chanjo sisi KingoFarm tulishaacha kabisa kutumia chanjo za dukani, na, na tunachanganya chanjo za asili tunawapa Uh, kuku wetu wanafanikiwa, hawapatwi na changamoto za magonjwa yoyote mpaka tunafikia kuwauza kwa hiyo leo hii nitaanza kukuelekeza namna ambayo unaweza ukatumia multivitamin za dukani na pamoja na antibiotic ya dukani, halafu pia nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukatumia hivyo vitu vyote vya asili. Tukianza na za dukani. Za dukani huwa tunatumia multivitamin mbalimbali kama vile tunatumia Broila Booster Lakini vile vile tunatumia Mintoto, tunatumia nini tunatumia Introvit na kadhalika, Topvit. Kuna vitamini nyingi ambazo huwa zitatumika. Nadhani ukienda kwenye maduka ya madawa utazikuta hizi vitamin. Uh, lakini vile vile kwa upande wa antibiotic huwa tunatumia Neostiki, Neomycin au Nimovit. Zote ni antibiotic ambazo zinawakinga vifaranga wako wasipatwe na magonjwa mbalimbali. Hata ikitokea labda wamekula uchafu kwenye maji au kwenye chakula, hizi huwa zinaenda kuwasaidia. Lakini vile vile hivi vitu vyote kazi yake huwa ni kuwafanya waweze kukava ile hali ya hewa ambayo watakuwa wamekutana nayo au mazingira ambayo watakumbana nayo ya aina yoyote ile itawaweza kuwatoa kwenye ile hali ya stress na kuwafanya waendelee kusurvive vizuri kabisa wakiwa humo bandani. Aa, sasa kwa hizo za dukani, aa, kwa upande wa vitamin au multivitamin huwa tunawapa maisha yao yote. Yaani kila siku unawapa kwa sababu ile ni sehemu ya lishe ya hawa vifaranga wako. Aa, kwa upande wa antibiotic antibiotic mara nyingi tunawapa kwa muda wa siku 30 kwa ajili ya kukausha kitovu, pia kuwakinga na magonjwa. Aa, lakini vile vitu kama nioxtic vina vitamini C kwa wingi ambayo inawasaidia waweze kukabiliana na hali ya stress. Sasa hivi antibiotic zenyewe huwa tunawapa ndani ya huu mwezi mmoja, utakuwa unawapa siku tano. Kwa mfano, umewapokea vifaranga labda tarehe moja, utaanza kuwapa tarehe mbili ndo utaanza kuwapa hii antibiotic, utawapa tarehe mbili utahesabu siku tano mbele, kwa sababu ile siku ya sita utawapa maji matupu na siku ile ya saba utawachanja kwa kutumia hizo chanjo za dukani, inaweza ikawa ni Newcastle labda, au chanjo inayofuata huwa inakuwa gomboro au ndui na kadhalika. Lakini hivi antibiotic zenyewe utawapa kwa muda wa siku tano, kwa kila wiki utawapa siku tano, ile siku ya sita unawapa maji matupu na siku ya saba unawapa chanjo, mpaka mwezi mzima. Hivi antibiotic zinatumika ndani ya siku 30. Ah, tukija kwenye upande wa pili, upande wa kutumia hivi vitu vya asili kama utatumia antibiotic za asili au multivitamin za asili au chanjo za asili, sasa hapa unatakiwa uwe na uwe na umakini kidogo uweze kufuatilia vizuri, na unakuhitaji muda wako wa kutosha wa kuandaa hivi vitu kwa hizi za asili huwa tunaanza, utawapokea vifaranga kama kawaida, utawapa glucose ambayo glucose nadhani huwa inauzwa shilingi elfu moja au shilingi elfu mbili Ile glucose ya kuku, sio ya binadamu. Baada ya kuwapa glucose ile siku ya kwanza, siku ya pili ile utaanza sasa kwa kuwatengenezea hizi multivitamin hapa huwa tunatumia kitunguu saumu na tangawizi ah, hivi ndio vitu ambavyo tunavitumia sana kwa ile wiki la kwanza. Kwa ile wiki la kwanza utakuwa ukiwapa vitu kama hivyo, kwa sababu hivyo ukivichanganya, huwa vinaongeza vitamin, lakini vile vile huwa vinasimama kama kinga. Sasa mara nyingi hapa katika kuandaa kila wakati kuwasagia hivi, huwa unakuwa ni mtihani kidogo, maana muda wote unatakiwa uwe makini sana na kuwasagia. Huwa tunanunua na hii vitamini ya dukani kwa ajili ya kuweza kutusaidia kupunguza, maana unakuta tuna kuku wengi. Kama una kuku wengi, inakuwa ni kazi kidogo kwenda unachambua vitunguu saumu na viblendi, inakuwa ni kazi. Kwa hiyo huwa tunakuwa tuna tuna makopo mawili. Kopo la kwanza unaweza ukawapa vitamini ya dukani, japokuwa hii vitamini ya dukani hatuwapi mara kwa mara, ni siku chache tu. Hii huwa tunaweka kwa ajili ya emergency, siku ikitokea labda una dharura au umeshindwa kusaga au umekosa muda wa kusaga kutokana na majukumu mengine, basi unaweza ukaitumia hii vitamini ya dukani. Unaweza ukainunua vitamini ya Introvit Amin Toto, Broiler Booster na kadhalika, inategemea na vitamini ambao unaweza ukaipata huko ulipo. Utakuwa na kopo lako moja la hii vitamini, alafu pia utaweza kununua hivi vitunguu saumu na tangawizi, kwa hiyo wiki la kwanza ndo huwa zinatumika sana. Unaweza ukaongeza na pilipili pamoja na limau. Huu mchanganyo ambao utautumia wa tangawizi, pilipili, kitunguu saumu na limau utautumia kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali, lakini vilevile vile utautumia kwa ajili ya kuwabusti kwa sababu hii pia ni booster. Kwa hiyo utakuwa una kopo lako moja ambalo labda unaweza ukaweka hii vitamini ya asili aa, na kopo jingine ukachukua mchanganyo wa kitunguu saumu ukaweka tangawizi ukasaga. Kwa zile siku tatu za mwanzo ukachukua tu kitunguu saumu na tangawizi ukasaga ukawapa. Hii siku ya nne unaweza ukawawekea labda limau, au unaweza ukawawekea limau, au unaweza ukawawekea labda pilipili, kwa ajili ya kuwakinga na mafua, kuwakinga na mafua. Inategemea kama hapo ulipo huwa una changamoto kubwa sana ya mafua. Changanya hivi vyote mpaka hii siku ya nne. Utachanganya hivi kitunguu saumu, tangawizi, limau na pilipili, utawapa siku ya nne na siku ya tano utawapa. Hii ni kinga nzuri sana ya mafua, yani ukiwa unawapa hivi, utasahau kabisa swala la mafua bandani kwako, ikiwa tu banda lako umeliweka vizuri, lina mzunguko mkubwa wa hewa na vifaranga mle hawajabanana sana, wamekaa kila kifaranga mpata nafasi walau kidogo. Kwa sababu hiyo wiki wanapokuwa kwenye buda, wiki ya kwanza na wiki ya pili, huwa wanakuwa wamebana kidogo, lakini hakikisha wanapata na nafasi kidogo, wasibanani sana. Ukifanya hivyo na ukawahudumia kwa hizi huduma vifaranga uh, wako hawatoweza kabisa kupata mafua. Mpaka ile siku ya tano, siku ya sita, unaweza ukawapa maji matupu, na siku ya saba ukawatengenezea mchanganyo ambao ni kinga ya, ya kideri ya asili. Hapa hii kinga ya kideri ya asili huwa tunatumia alovela, majani ya alovela utachanganya na kitungusaumu, taanla uwaa za asili kama tangawizi. Hizi tanaache ni nzuri sana wape ile wiki la pili, kuanzia ile siku labda ya tisa ya kumi na ya kumi na moja. Na kwenye kopo jingine kama utaweza au kama utakuwa hauna nafasi unaweza kukawawekea hii vitamini ambayo utakuwa umeinunua ya dukani ile siku ya kumi na ya kumi na moja. Uh, sasa hapa unaweza ukaanza kwa kuwakinga na ugonjwa wa gomboro, kwa sababu vilevile sisi vile, huatumii chanjo ya gomboro, unatumia majani ya mpapai, kitunguu saumu na tangawizi. Utawakinga hii wiki ya pili kwa kutumia huo mchanganyo. Huo mchanganyo wape mpaka siku tatu, kwa sababu ni kinga ya gomboro, lakini vilevile vile, ni ni booster nzuri sana na ni multivitamin nzuri sana ya asili. Utawapa hii wiki ya pili. Wiki ya tatu tena utaendelea, utaandaa siku zako tatu, utawapa hii booster na kinga ambayo ya kitunguu saumu na tangawizi wizi. Hivi vitu usiviache, kitunguu saumu na tangawizi wizi usiviache, wape pia siku tatu au uh, siku mbili unaweza ukawapa, na siku nyingine utaanza tena. Kwa kuwakinga magonjwa ya virusi, hapa tumia hata mwarobaini, tumia majani ya mwarobaini uh, utaweka majani ya mwarobaini kitunguu saumu na tangawizi, wape pia kwa siku tatu. Huu mwarobaini huwa unakinga kideri, lakini vilevile una uwezo wa kukinga magonjwa yote ya virusi kama gomboro na ndui. Wape pia kwenye maji yao kwa mjiao, siku tatu. Wiki ya nne nayo utafanya hivyo hivyo, utaanza siku zako mbili unaweza ukawapa vitunguu saumu, siku zako tatu ukaandaa labda majani ya aloe vera kwa sababu ya kuwakinga na kideri. Wiki ya nne huwa tunakinga sana sanasana pia kideri, wakinge pia na kideri kwa kuwapa majani ya aloe vera kitunguu saumu pamoja na pilipili kwa siku tatu, utawakinga na kideri. Ukifanya hivyo ndani ya mwezi mmoja, basi utakuwa umeweza kuwafuga kuku wako vizuri bila kutumia dawa ya dukani. Labda utakuwa umenunua tu vitamini ya dukani, lakini vitu vingine vyote ukatumia vya asili na kuku wako watakuwa vizuri kabisa. Niwakumbushe, sisi KingoFarm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp. Ada yake ni shilingi elfu nane. Pia tuna vitabu vitano vya ufugaji, ambapo vina miongozo yote ya ufugaji wa kuku aina zote. Kila kuku ana kitabu chake. Kuna ufugaji kienyeji kuna ufugaji wa broiler, uh, kuna safari ya ufugaji, kuna tiba za asili za kuku, kuna mwongozo maalumu wa ufugaji wa kutumia tiba za asili. Kama unahitaji vitabu hivi, kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia unatumiwa papo hapo soft copy kwa njia ya WhatsApp au kwenye email yako. Kama unahitaji hizi huduma, chukua namba hapo.